huku mzee Kombo akishikilia mkuki wake kwa mkono mmoja na kumpa Baraka kitu kwa mkono mwingine. Ilikuwa ni chupa ndogo ya glasi iliyojaa mchanga mweupe wa pwani. ya sauti, mwanangu Baraka, kamata ichupa, hii chupa hii ndiyo msaada pekee mwanangu, mzee Kombo alisema kwa sauti ya haraka. Wimbo wake unawatawala watu, lakini hauwezi kutawaa ukweli. Ukimwagia mchanga huu mwilini mwake wakati anaimba, utamfanya aonyeshe sura yake halisi mbele ya kila mtu Ukweli utavunja uchawi wake. Lakini mzee, wakiona sura yake watamua? Baraka alilia. Ni yeye au ni jiji zima? Baraka, chagua! Mzee Kombo alifoka wakati mlango mkuu ulipovunjika vipande vipande. Saladini aliingia ndani akiwa ametulia kama malkia akifuatiwa na vijana wawili wenye mapanga. Wimbo wake ulikuwa umepungua sauti, ukawa kama mnongono wa kishirikina uliolaza akili za kila aliyekuwepo. Alimtazama mzee Kombo kwa dharau kisha akamgeukia Baraka kwa macho yaliyojaa mapenzi ya uongo "Baraka, saladini alinongona, wazee hawa walitaka kututenganisha, walitaka wamini mimi ni mnyama. Njoo kwangu, mume wangu, tuangamize na turudi baharini kuwa wafalme. Baraka alitembea kuelekea kwake mikono ikitetemeka. Saladini alicheka kimoyomoyo, akiamini ameshinda. Alifungua mikono yake kumkumbatia Baraka. Na kupenda saladini, Baraka alisema kwa sauti ya uchungu lakini nakupenda kama mwanamke, si kama mnyama mla watu. Kwa kasi ya ajabu, Baraka alifungua ile chupa na kumwagia Saladini ule mchanga mweupe usoni na kifuani.